kati ya umri wa miaka kumi na mbili na thelathini Yesu anatoweka kabisa kutoka kwenye Biblia. Miaka kumi na minane hakuna hadithi, hakuna miujiza. Mara ya mwisho tunapomwona Yesu akiwa mtoto, ana umri wa miaka kumi na miwili akifundisha hekaluni. Wasomi wanashangaa hekima yake, inazidi umri wake. Maswali yanaibuka, majibu yanakuja kama ngurumo tulivu. Minongono inasambaa Yerusalemu, mtoto wa ahadi akisimama kati ya wazee. Wakati huo unangaa na kisha hadithi inakoma. Kurasa zinageuka, tukio linafungwa. Yerusalemu inatulia, mbingu inatazama, kumbukumbu kumbu inatia muhuri wakati huo. Ukimya unaanza. Baada ya mchezo wa kuigiza hekaluni akiwa na umri wa miaka kumi na miwili, simulizi ya Biblia inanyamaza. Kitabu cha maisha ya Yesu kinaonekana kufunguka katika nafasi kubwa tupu. Hakuna miaka ya ujana iliyorekodiwa. Hatusikii chochote kuhusu maswali, ukuaji au ugumu wa ujana. Hakuna maisha ya utu uzima wa mapema yaliyoelezwa kwa undani. Miaka ya kujifunza ufundi, ya kuchukua majukumu zaidi ndani ya familia yake na jamii, yote hayo yamepitwa. Biblia inaruka mbele karibu miongo miwili, miaka kumi na minane, zaidi ya siku elfu sita. Kati ya mvulana mwenye akili nyingi aliyewashangaza wazee na mwanamume anayeingia mto Yordani kubatizwa, kuna ukimya mkubwa sana. Kwa nini? Kwa nini maandiko ambayo yameeleza kwa undani sana sehemu nyingine yangekaa ya kimya kuhusu sehemu kubwa ya maisha ya Yesu duniani? Hili si pengo dogo tu, ni kiini cha uzoefu wake wa kibinadamu, miaka yenyewe inayomfinyanga mtu kutoka mtoto hadi mtu mzima. Ni nini kilichofichwa katika ukimya huo? Je, ilikuwa ni wakati wa miujiza ya siri takatifu mno kurekodiwa hadharani, au ilikuwa ni jambo la ajabu zaidi, utakatifu wa maisha ya kawaida yasiyorekodiwa? Wakati mwingine ukimya ni patakatifu, nafasi iliyolindwa kutokana na matakwa ya ulimwengu, ambapo roho inaweza kukomaa bila kuchunguzwa inaruhusu ukuaji ulio wa kina na wa kweli wenye mizizi katika midundo ya kila siku ya kazi, familia na maombi. Na wakati mwingine ukimya ni mwalimu. Hufundisha kwa njia ambazo kelele haziwezi. Hufundisha uvumilivu, unyenyekevu na uzito mkubwa wa neno moja lililochaguliwa vizuri. Miaka inapita kama vilima vya mchanga vinavyoumbwa upya na upepo usioonekana kila chembe ya mchanga ikiwa siku tulivu, somo la kimya kilichokuwa kikiumbwa. Katika utulivu huo, ndiyo ilikuwa msingi wa yule ambaye baadaye angesema kwa mamlaka kama hayo. Ukimya huandaa, hulinda, huruhusu kuzamishwa kwa kina katika maandiko, katika jamii, katika uwepo wa Mungu mwenyewe, mbali na uangalizi. Na hivyo ukimya unangojea, sio utupu, bali ni mpangilio wa makusudi wa wakati, sio kupuuzia, bali ni aina kuu ya malezi, ukuaji uliofichwa kabla ya msimu wa mavuno ya hadharani. Katika utulivu wa Nazareti, ufunguo ulikuwa ukifua, ufunguo ambao ungefungua olme ukimya nyewetsa hemwe. katika utamaduni wa Kiyahudi, mwanamume hakuweza kuanza kufundisha hadharani hadi alipofikisha umri wa miaka 30. Wengine wanaamini Yesu aliishi kimya kimya, akifanya kazi, akisoma, akiomba, akijiandaa kwa siri, akijifunza uzito wa mbao na wakati utii katika mambo madogo Nguvu iliyoumbwa na utulivu. Hekima huiva bila kuonekana. Tabia huchongwa polepole pole. Uvumilivu huwa nguvu. Maisha yaliyofichwa ni matakatifu. Miaka isiyoonekana ina umuhimu. Ameandaliwa kwa ajili ya safari isiyopitwa bado. Ukimya ni mazoezi. Simulizi za Biblia hazizungumzii chochote kwa takriban miongo miwili ya maisha ya Yesu. Kipindi hiki kirefu ambacho hakijaandikwa kimekuwa chanzo cha udadisi na uvumi mwingi kwa muda mrefu. Katika ukimya huu mkusanyiko wa maandishi ya kale Yaliyopo nje ya kanuni za Biblia unatoa nadharia ya kuvutia ingawa haijathibitishwa. Maandishi haya yanapendekeza kwamba Yesu huenda alisafiri mbali zaidi ya mipaka ya kawaida ya Yudea ya Kirumi. Sehemu ya kwanza iliyopendekezwa ni Misri. Injili ya Mathayo inatuambia familia yake ilikimbilia huko ili kuepuka ghadabu ya Heroda alipokuwa mtoto mchanga. Wafuasi wa nadharia hii ya safari wanapendekeza kurudi baadaye, si kama mkimbizi bali kama mtafutaji wanawazia Yesu mchanga akitembea katika kumbi za maktaba kuu ya Aleksandria, kituo cha kimataifa cha falsafa, sayansi na dini, akijifunza maarifa yaliyokusanywa ya ulimwengu wa kale. Kutoka hapo, njia inayowaziwa inaelekea mashariki hadi Wajemi. Hii ilikuwa nchi ya mamajusi, wale watu wenye hekima waliofuata nyota ili kuheshimu kuzaliwa kwake. Je, aliwatafuta wazao wao, akishirikiana na mila za kale za Kizoroastria zilizozungumzia vita vya ulimwengu kati ya nuru na giza? Ni wazo la kuvutia. Mazungumzo kati ya nuru ya ulimwengu na utamaduni ulioheshimu kwa karne nyingi. Nadharia hii ya ujasiri zaidi inaendeleza safari hata mbali zaidi hadi India. Baadhi ya maandishi yasiyo ya kisheria yanadai alitumia miaka mingi katika milima ya Himalaya akisoma na maguru wa kihindu na watawa wa kibudha, akijifunza kanuni za kutokuwa na vurugu na upendo wa ulimwengu wote. Wanatoa picha ya kijana mwenye vipaji vya kiroho akimudu hekima ya siri ya Mashariki kabla ya kurudi katika nchi yake. Ni muhimu kusema wazi, maandishi haya si maandiko matakatifu. Siyo sehemu ya kanuni za Biblia na hayakubaliki kama ukweli wa kihistoria na Ukristo wa kawaida. Lakini kuwepo kwao na hadithi wanazozisimulia kunaibua maswali yanayoudhi ambayo yanajitokeza kwa karne nyingi. Ikiwa alisafiri mbali hivyo, alijifunza nini? Je, falsafa za nchi za mbali ziliunda mifano ambayo angeisimulia siku moja? Alikutana na nani kwenye barabara hizo ndefu zenye vumbi? Ni mazungumzo gani yaliyofanyika chini ya nyota za kigeni na wasomi na wataalamu wa fumbo ambao majina yao yamepotea katika historia? Ni hekima gani ilivuka mipaka ikibebwa si katika hati bali katika moyo wa kijana kutoka Nazareti? Haya ndiyo maswali yanayoendesha nadharia hii. Hata hivyo, ni lazima tuwe waangalifu. Njia zilizowaziwa si ushahidi. Hakuna ushahidi wa kiakiolojia, hakuna hati inayothibitisha kutoka wakati huo inayounga mkono safari hizi kuu. Katika ulimwengu wa kale, hadithi zilisafiri haraka kuliko ukweli, na hadithi mara nyingi zilikuwa kujaza nafasi zilizoachwa na ukimya. Na bado maswali yanaendelea, kwa sababu ukimya wenyewe ni mkubwa sana. Moyo wa mwanadamu unatamani hadithi kamili. Labda baadhi ya milango imekusudiwa kubaki imefungwa, si kutufadhaisha, bali kuelekeza umakini wetu mahali pengine. Imani ya kweli hayogopi maswali. Inashughulika nayo, ikiyashikilia kwa mvutano na yale yaliyofunuliwa. Siri si utupu wa kujazwa, bali ni mandhari inayotufanya tuendelee kutafuta. Inatufanya tuwe wanyenyekevu na inatufanya turudi kwenye chanzo. Na labda baadhi ya njia zimekusudiwa tu kustaajabisha, zikikumbusha kwamba njia za Mungu ni za juu kuliko njia zetu. Hatimaye, nadharia ya safari inatualika kwenye ukweli wa kina zaidi alipoweza kutembea si muhimu sana kuliko kile ambacho angefanya hivi karibuni. Maandalizi, iwe Nazareti au Nepal, yalikuwa kwa kusudi moja tu. Ujumbe wake haukuwa kukusanya hekima, bali kuwa hekima halisi. Ulimwengu wenyewe ulikuwa ukisubiri, si mwalimu aliyesafiri sana, bali mkozi wake. Na katika uchumi huo wa Kimungu, kusubiri kwake na kwetu kunaweza kuwatendwa taifuna la kubadilisha lenyewe. Kati ya nadharia nyingi kuhusu miaka ya kimya ya Yesu, moja ya zinazovutia zaidi inahusu jamii ya ajabu na yenye ibada iliyojificha katika jangwa la Yudea. Baadhi ya wanazuoni wanaamini Yesu huenda aliishi miongoni mwa Waesene, kikundi cha siri kilichojitolea kwa utakatifu, kufunga na maandiko. Walikuwa dhehebu la Kiyahudi lililokuwepo wakati wa kipindi cha hekalu la pili lililojulikana kwa kujitolea kwao kabisa kwa maisha ya utawa, mbali na kile walichokiona kuwa ushawishi mbaya wa jamii ya kawaida na hekalu huko Yerusalemu. Walitafuta usafi mkali karibu wa kimonaki nikani wakianzisha jumuiya kama ile ya Kumran karibu na bahari ya Chumvi. Kwa Waesene, utakatifu haukuwa tu wazo, ulikuwa zoezi la kila siku la kila wakati. Walifuata sheria kali za mwenendo, walishiriki mali zao katika maisha ya kijumuiya, na walifanya mazoezi ya kuzama kila siku katika maji ili kudumisha usafi wa kiroho. Maisha yao yote yalikuwa maandamano dhidi ya ulimwengu uliodhaniwa kuwa umeingia katika imani yao. Ndani kabisa ya maficho yao yaliyotengwa, walifanya kazi ya umuhimu mkubwa. Walinakili maandiko matakatifu kwa taa. Huku hakukuwa kunakili tu, ilikuwa tendo la ibada, njia ya kuhifadhi maneno ya Mungu. Ugunduzi wa vitabu vya bahari ya chumvi katika karne ya 20 unahusishwa sana na Waisene, ulifunua kina cha ibada yao. Walikuwa walinzi wa maandiko matakatifu, wakihifadhi kwa uangalifu sheria, manabii na maandishi yao ya kipekee ya kitheolojia na katika utulivu huu wa nidhamu walisubiri, walimsubiri Mungu atende. Theolojia yao ilikuwa ya kiapokaliptiki sana. Waliamini walikuwa wakiishi katika siku za mwisho, wakijiandaa kwa vita kuu ya ulimwengu kati ya nguvu za nuru na giza. Walisubiri kuwasili kwa mmoja au labda wawili wa takwimu za kimasihi, ambao wangedhihirisha haki yao na kuanzisha ufalme wa kweli wa Mungu duniani. Haiwezekani kusoma injili bila kusikia mwangwi hafifu wa maisha yao. Msisitizo juu ya nidhamu, wito wa maombi ya daima, uhitaji wa haraka watoba, wa toba, mada hizi zinasikika. Mtazamo wa Waesene juu ya Agano Jipya na matarajio yao ya mwalimu wa haki hutoa msingi wa kuvutia kwa huduma ya Yesu, ambaye pia angesema juu ya Agano Jipya lililoandikwa mioyoni mwa wanadamu. Hata hivyo, licha ya kufanana kote, tofauti kubwa inaelezea njia ya Yesu. Wakati Waesene walijitenga, Yesu atasonga kati ya umati. Ataingia katika moyo wa maisha ya mwanadamu uliojaa machafuko, fujo na u. Ambapo Waesene waliepuka kuwasiliana na mtu yeyote waliyemwona kuwa najisi ili kulinda utakatifu wao, Yesu atafanya kinyume chake, atawagusa wasio safi na kula na wenye dhambi. Utakatifu wake si hazina dhaifu ya kulindwa, bali ni nguvu yenye nguvu ya kurejesha itolewayo. Kwa Waesene utakatifu ulimaanisha kujitenga. Kwa Yesu utakatifu unatoka nje, unawatafuta waliopotea, unawaponya waliovunjika na unawakumbatia waliotengwa. Kwa hivyo, je, angeweza kutumia muda katika jumuiya zao? Bado ni swali lenye kuvutia. Ikiwa alijifunza huko, ilikuwa kuchukua heshima yao kubwa kwa maandiko na kuleta ujumbe wake wa rehema zaidi ya mipaka ya mapango yao. Ikiwa alisikiliza huko, akipokea maombi yao ya bidii na matumaini ya kiapokaliptiki, ilikuwa hatimaye kusema neno la neema kwa wote. Ikiwa alifunga huko, akifanya mazoezi ya kujinyima, ilikuwa kujiandaa yeye mwenyewe kuwa mkate wa uzima na kualisha wenye njaa kiroho. Na ikiwa alisubiri huko, akishiriki ulinzi wao wa subira kwa ajili ya kuingilia kati kwa Mungu, ilikuwa kwa saa iliyopangwa ambapo yeye mwenyewe angekuwa uingiliaji huo wa kimungu. Jangwa husafisha, huondoa yasiyo ya lazima na kufafanua kusudi, iwe kati ya Waesene au katika ushirika wa faraga na Baba. Miaka hii iliyofichwa ilijenga azimio ambalo lingebadilisha ulimwengu. Utume unaendelea si kwa kujiondoa kutoka ulimwenguni, bali kwa kuingia moja kwa moja katika mateso yake na mahitaji yake. Kipindi cha maandalizi ya utulivu kinakaribia kuisha na wakati unakaribia. Yesu anaporudi tena, anazungumza kwa mamlaka, anawaponya wagonjwa, anaamuru maumbile, maneno kama maji yaliyo hai. Ukimya ulizaa nguvu, mamlaka iliyozaliwa kutokana na utii, huruma ikitembea kama mkate mikononi iliyovunjika. Uumbaji unamjua muumba wake, anabeba zaidi ya ujumbe, anabeba utume. Neno limekuja karibu, miaka iliyofichwa inachanua kuwa mavuno. Saa imefika na dunia haitakuwa sawa tena kamwe. Kutoka ukimya hadi tangazo. Sio kila majira huonekana na watu, sio kila wito huanzia jukwaani. Baadhi ya kazi kuu za Mungu hutendeka kimya kimya, mizizi isiyoonekana huimarisha miti mikubwa. Majira yaliyofichwa hutufundisha kutegemea, husafisha nia zetu huimarisha tumaini letu, hututayarisha kwa wakati ambao Mungu amepanga. Kutojulikana si kuachwa. Utulivu ni mwaliko. Imani hukua katika utulivu. Mungu anafanya kazi hata usipoona. Miaka iliyofichwa ni nchi takatifu. Subiri vizuri na usikilize. Biblia haituelezi kuwa wapi, kwa sababu labda somo halisi ni hili: Mungu hufanya kazi sana tunapoona kidogo. Acha ukimya useme, wala usiogope utulivu, kwa maana katika utulivu Mungu yuko karibu.